Yes, bana, mambo vipi? hope uko poa kabisa bana. Ikiwa leo ni kumbukumbu kumbu ya mauaji ambayo yaliweza kufanyika kutokea eh, kule nchini Kongo ambapo imeweza eh, kutimiza miaka 25 mpaka sasa hivi bana, takriban miaka 25 imeweza kupita eh. Sasa kumbukumbu eh, kumbu hiyo, pia miaka 25 pia tangu ya mauaji zaidi ya watu 370 eh, kutokea katika kijiji cha Katogota cha kusini mwa mji wa eh, Bukavu kwenye jimbo la Kivu kuzini, eh, kusini eh, nchini Jamhuri kidemokrasia ya Kongo lakini pia eh, hata hivyo mpaka sasa pia wakazi wengi wa kijiji hicho wanafanya kumbukizi hiyo eh, wakiwa eh, wamekimbia vita ya M23. Tunajua kabisa kwamba kuna vita pale ambayo inakuwa inaendelea kule, lakini kwa sasa hivi kumekuwa kidogo kama kuna eh, vita imepungua kwa kiasi fulani, na mara baada ya makubaliano tofauti tofauti ambayo eh, yamekwisha eh, yes eh, kufanyika sasa kufuatia hali ya vita, wakazi wa eh, Katogota pia wameweza kuamua kupitisha siku hii eh, ili kuweza kuai, lakini pia kuhusu hali yao popote ambapo pale walipo, lakini pia wengine wamesema kuwa wanasubiri Umoja wa Mataifa uamuru kuundwa eh, kwa mahakama maalum kabisa ya uhalifu itakayojihusisha na hukumu mauaji ambayo pia yaliweza kufanyika eh, nchini Kongo takriban watu ia as waliweza kupoteza maisha eh, back in the days huko miaka ambayo ilikuwa kupita isupt so, kutokea kule Kongo wameweza kuadhimisha miaka ishirini na tano. Imekuwa ni desturi ya nchi nyingi kuweza kuadhimisha vitu tofauti tofauti ambavyo vinakuwa vinatokea. Imagine inaweza kuwa labda ni vita mfano eh, lakini labda ni kiongozi mashuhuri ambaye alikwisha kupotea miaka hiyo, so miaka inavyozidi kwenda, watu wanakuwa wanakumbukizi tofauti tofauti, na ndio maana wakazi wa Katogota kutokea huko Kongo pia wameweza kutimiza miaka 25 toka mara baada ya mauaji hayo kuweza eh, kufanyika.